Umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanaofaulu shule si watu ambao wenye mafanikio makubwa maishani? Je, kuna kitu ambacho shule hazitambui? Kuna siri kubwa ambayo inawafanya watu wengi waliotimiza ndoto zao kuwa tofauti na wengine. Leo nitakufafanulia siri hii ili na wewe uweze kufanikisha ndoto zako. Hakikisha unakaa hadi mwisho wa video hii kwa sababu nitakufundisha mambo matano muhimu ambayo shule hazifundishi, lakini ni lazima uyajue ili uweze kufanikiwa maishani. Moja, Shule inakufundisha mtihani na sio maisha halisi. Shule inatufundisha kufaulu mtihani, lakini je, inatufundisha namna ya kupata pesa? Je, inatufundisha namna ya kuwekeza? Hapana. Ndio maana wengi waliomaliza shule na vyeti vizuri, lakini wanaangaika maishani. Mfano, fikiria hili Ulipomaliza chuo na shahada yako nzuri, lakini bado inakubidi uanze kutafuta kazi, sio? Lakini watu ambao walitimiza ndoto zao hawategemei vyeti vya shule peke yake, walitegemea mbinu walizojifunza nje ya mfumo wa shule. Kama unataka kufanikiwa, usitegemee elimu ya darasani. Anza kujifunza stadi, ujuzi na maarifa mbalimbali mbali, ambayo zitakusaidia kutumika kwenye maisha halisi. Mbili. Ufahamu wa fedha. Shule haitufundishi kuhusu ufahamu wa fedha. Shule inakufundisha kufanya kazi kwa ajili ya fedha lakini haikufundishi jinsi ya kufanya pesa ifanye kazi kwa ajili yako. Mfano, ukiwa shule unafundishwa kupata kazi nzuri, mshahara mzuri, lakini hakuna anayekwambia kuhusu kuweka akiba, kuwekeza na kutengeneza biashara. Mambo muhimu kuhusu pesa ambayo shule hazifundishi: moja, kuunda vyanzo vingi vya mapato. Watu wengi waliofanikiwa hawategemei mshahara peke yake, na kwa sababu shuleni hatufundishwi haya na ndio maana wengi wamekuwa wakitegemea paycheck baada ya paycheck. Mbili, kuelewa tofauti kati ya mali na madeni. Na ndio maana hata watu wengi uwekezaji wao umekuwa tofauti kwenye vitu ambavyo haziwatengenezei cash flow, ila wanawekeza kwenye vitu ambavyo havitengenezi cash flow na vinawatolea pesa mifukoni mwao, na hii ni kwa sababu hawafundishwi haya mambo shule. Tatu, uwekezaji. Pesa inakuwa pale unapowekeza kwenye biashara, ardhi au hisa Usipofahamu sheria za pesa utatumika kwa mtu ambaye anayezijua. Tatu, nguvu ya akili ya kihisia. Watu wengi hudhani kuwa akili nyingi IQ ndio siri ya mafanikio, lakini ukweli ni kwamba akili ya kihisia, kwa maana ya EQ, ndio siri kubwa zaidi. EQ ni nini? Kujua jinsi ya kudhibiti hasira na msongo wa mawazo, uwezo wa kuelewa na kuwasiliana vizuri na watu, kuwa na uvumilivu na nidhamu ya kufanikisha ndoto zako. Mfano, unajua kwa nini watu wengi wanapanda vyeo kazini haraka kuliko wengine? Sio kwa sababu hawana akili sana, bali wanajua jinsi ya kuwasiliana, kushawishi na kushirikiana na watu wengine ili kufanikiwa. Jifunze jinsi ya kudhibiti hisia zako na kuwa na uhusiano mzuri na watu wanaokuzunguka. Nne, nguvu ya mtandao wako, kwa maana networking. Unajua kuwa mafanikio yako yanategemea watu ambao wanashirikiana nao. Mfano, kama umezungukwa na watu wavivu wasio na malengo, utakuwa kama wao. Lakini kama ukiwa na watu wenye maono wenye bidii na mawazo makubwa utakuwa kama wao pia. Na ndo maana kuna msemo unasema, if you hang up with nine broke people you gonna be number ten. Hatua za kuboresha mtandao wako au watu ambao wanakuzunguka au networking. Tafuta watu waliokuzidi maarifa ili ujifunze kutoka kwao. Jiunge na makundi au jumuia ambayo zinahusiana na malengo yako, kwa sababu mtakuwa mnazungumza lugha moja tafuta menta au mshauri ambaye atakusaidia kukua. Kumbuka kwamba mtaji mkubwa wa maisha ni watu, watumie vizuri. Tano, mindset ya kufanikiwa. kuna siri moja kubwa sana. watu ambao waliofanikiwa wana mindset tofauti. watu wa kawaida hufikiria, nikipata kazi nzuri maisha yangu yatakuwa bora, mafanikio ni kwa watu wachache, kushindwa ni mwisho wa safari. lakini watu wenye mafanikio na waliotimiza ndoto zao hufikiria tofauti, naweza kuunda maisha ninayoyataka nitashinda kwa sababu nitaendelea kujifunza kila siku. Kila kushindwa ni daraja la mafanikio. Ikiwa unataka mafanikio, lazima ubadilishe mtazamo wako wa maisha na kufikiria kama mshindi. Sasa unajua siri ambayo shule hazifundishi. Mafanikio yako hayaamuliwi na alama zako shuleni, bali ni jinsi unavyotumia maarifa haya kwenye maisha yako halisi. Kumbuka, mafanikio hayaji kwa bahati, yanakuja kwa maandalizi. Kwa hiyo usikate tamaa na uhakika leo utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana. Jambo la kufanya sasa, like na subscribe. Kama unataka mafunzo haya zaidi, niandikie kwenye ni comment ni jambo gani unalotamani shule zingefundisha. Share video hii kwa rafiki yako mmoja ambaye unajua anahitaji kusikia haya, kwa sababu yatamsaidia sana. Tuonane kwenye video inayofuata. Asante.